Kwa nini unaniuliza wewe? Siye mashauri mwanawe Sangilu ufai kuwa mahali kama hapa aha. Jeuri jeuri! Sio wewe ndo unaharibu watoto watu na leo? Siku yako imefika. Fanya kazi yako, Teleke. Katika kituo cha polisi Kipokonya jengo lile ataokotewa mbali. Nasikia naugua ugonjwa wa skizofrenia. Ni ugonjwa gani? Ni ugonjwa wa akili kuchanganyikiwa tu. Aisee, kuna nini? Mmh. Ni Mzee Sagilu akishaanza kutoa nguo hadharani na kuchokola mapipa. Nisikilize, my dear friend, yule ni mzazi wako hata ukamkana. Nashauri karibu uketi. Nahodha haogopi mawingu. ushi tunale hatunaua jana, kasherekee ujana wako. Hebu nipishe bwana, hujui wale ni jamaa zangu? Mume wangu Mrima, ninashukuru kuwa ulishawapeleka wana wetu denguni kwa babu yao kabla ya uchaguzi. Hatutaki kuona watu wetu wakisononeka kwa ajili ya kutoweka kwa Lonare. Ninaona kuna jambo mbaya lililomkumba Lonare na hatuwezi kukata tamaa kwa sababu hatujui yaliyomkumba Lonare na hakuna ajue mali yalipo, kwa sababu sote, na hatujaambiwa kwamba hatarejea, lakini nawasihi sote tujitokeze kwenda kupiga kura, tutatimiza kuwa Lonari hajapatikana, wafuasi wamekata kauli kuwa wataendelea na kumpigia debe na kwamba watampigia kura liwe liwalo. Mashauri na wenzake wakiongea na vyombo vya habari, wamewahakikishia wafuasi wa Lonari kuwa waendelee kuwa na matumaini na kesho wajitokeze kwa wingi ili kumpigia Lonari kura. Lesulia anadhani keshachukua tayari kiti la Haula. Ajabu ya askari anaisifu kuwa ameshinda vita hata kabla ya kwenda vita Ameshinda tayari, mume wangu, hata kabla ya vita. Ushindi wa mteremko tu, ushindi wa bwereri, ushindi asiolalia haukuamkia. Ni sawa na kupewa taji kwenye sahani ya fedha. Nashaka Ngosu. Wewe ni rafiki mkubwa mwanangu Rombo. Kweli au uongo? Fanya hivi, nenda ukavunje ile majumba ya ufasiki unaoamiliki mitaani majuu na kusi, ukatie kikomo biashara ya dawa za kulevya, maana nafahamu unaipenda sana. Utakapofanya hivyo na kuhakikishia, mwanangu, utakuwa umeokoa kizazi kizima kutoka katika maangamizi kuhakikisha kwamba itabadili mienendo yangu niishi kama mashauri na longo. Namshukuru sana. Naomba ambayo atanifaa, msamaha kwa matendo maovu ya biashara hii kama ilivyokili. Tulikuasa kila siku wachana na biashara dawa kulevya ukusikia. Leo umejua kwamba hata Baba Kelombo hapendezi na unayoyafanya. Watu ni hatari sana lakini hawana nguvu tena. Hata urebu wa pombe nimemwambia mzee Leonardo ndio ni mwisho. You see, dunia imekuwa uwanja wa majaribio ya kisayansi. Hata dawa hizo kali wamezileta hapa kujaribia ukali wa hizo wazo, wazo kwa vijana wetu, tusipojiadhari tutangamia. Yaani binadamu amekuwa mwenye mambo za ajabu ajabu kabisa, hana tena subira, anataka apate pesa kwa urahisi bila hata kujali njia gani atakazotumia anataka kuku atage mayai na kuyangua siku hiyo hiyo, siku ya pili alishe vifaranga madini yenye sumu, ili wakue na kuchinjwa siku inayofuata tule, ili apate pesa. Inaonekana hatuwezi kushindana na the rising power of biotechnology. Hapo yeah, umesema kweli. Vyakula vile vinavyokuzwa hii siku vinashangaza sana, ukuzwa haraka ili viuzwe haraka ili tule haraka ili tugue haraka ili tufe haraka. Ajabu hili Lo no, yeah. Nimejifunza mengi kutoka kwenu leo mm, wenzangu. yeah. Nawahakikisheni kwamba nitaungana na Mwangwasha ima fa ima, ili kuimarisha maisha ya vijana wetu. Unajua, okay. Wengi wamedum, wamedumazwa na miadarati hii na mm, na wengine wamesharudisha na, kwamba nitahakikisha mm, kwamba vijana wetu wanabadilika pia. Hapo umenena. Sasa, mm. mm, tuko pamoja ndugu zangu <laughs> tuko pamoja kabisa, kabisa, bega kwa bega mpaka vijana wetu wabadilike.

Kwa ushindi huu kwa siku mbili mfululizo. Mm -hmm. Siku ya pili, sisi sote wana matango pamoja na waandishi wa habari, tujumuike uga kitaifa, nitatoa hotuba kwa taifa <coughs> unaozidi kudorora. Nitatumia mamlaka mlionipa kuhimili zao la taifa na kubatili na kisi ya bajeti. Kwa miaka mingi, uchumi wa nchi umekuwa ukifisidiwa na walafi wasiojali maisha ya wengi. Wezi na walaghai wamekuwa wakichukua kibubusa rasilimali za nchi kujinufaisha. Nitabadilisha hali hii. Wengi wamehamia nchi jirani kutokana na ufisadi uliokithiri katika jamii yetu. Sera za kufurisha zinaendelea kuwanyanyasa wengi. Nchi imekuwa muflisi, haiwezi kulisha watu wake. Bei za bidhaa zinaendelea kupanda kila uchao. Bidhaa muhimu zinafichwa na kuuzwa kwa bei ya juu. Mfumuko wa bei unazidi kuathiri na kufukarisha wananchi. Naahidi kwamba serikali yangu itaukata mfumko huu wa bei. Serikali yangu itakuwa zao hafi la ndani linalofisidiwa na urudufu mwingi wa majukumu. Katika idara za serikali, tutahimili zao hilo kwa kuipata mirija ya wasaliti. Wananchi wanaofuja mali ya umma bila kicho. Mwisho ningependa kuambia wananchi wenzangu wa matuo kuwa tujifunze kusema hapana. Maovu yanapotendeka nchini, msiyafumbie macho wala kuyazibia masikio; lazima muyakatae katakata. Msipojifunza kukataa maovu basi, mtazidi kuwa wanyonge na mafukara daima. Mimi nimeshakataa kushabikia uovu, nanyi pia mfanye hivyo. Ndugu zangu, uongozi mzuri huelezwa kupitia matokeo, bali si sifa. Asanteni sana. Kutoka katika mchanga wa moto unaowaguvwa. Hotuba ile haikuwa maneno ya mkahawani. Ilikuwa hotuba iliyosheheni busara ya mtu anayejali watu wake.